mayangu naitwa Jackson Gideon Kiswaga mbunge wa jimbo la kalenga ninayekwenda kumaliza muda wangu tarehe tatu mwezi wa nane mwaka 2025 nimekuja leo ikiwa ni siku ya kwanza ya kikanuni kulingana na miongozo ya chama chetu kwamba leo ni kwa siku ya kwanza ya kuchukua ubunge fomu kwa wale wanaotamani ubunge na udiwani na mimi nimeona nitumie fursa hii kwa maana ni haki yangu, lakini kwa kipindi cha miaka minne na nusu ambayo nimefanya kazi na chama changu cha Mapinduzi kama mwakilishi wa jimbo la Kalenga, nimeshuhudia mambo makubwa yaliyofanyika na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Iko miradi iliyokamilika, iko miradi ambayo tumeianza eh, ambayo haijakamilika, lakini iko miradi ambayo iko kwenye mipango ambayo tayari serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeshaipitisha. niye wenyewe jana mliangalia hotuba ndefu ya Mheshimiwa Rais wakati akiairisha bunge e, kwa zaidi ya masaa mawili, imeeleza mambo makubwa yaliyofanyika. Ni matamanio yangu kwamba nitapata nafasi e, chama changu kitaona kita, kita inafaa nirudi nigombee kwa mara nyingine, na nikipata nafasi niweze kutumika na mheshimiwa dr Samia Suluhu Hassan rais wetu pendwa eh, kwa sababu kwa sababu kwa miaka hii mitano imefanya kazi eh, tumeona mambo makubwa. Nimeshiriki naye kwenye ziara mbalimbali kama mwenyekiti eh, wa kamati ya maji wa bunge, nimeshiriki kufungua miradi mingi katika taifa letu. Ninatamani ile miradi tu tuliyoanza basi nikashuhudie ikikamilika. Asante sana.